Wikiendi hii maeneo mengi Ulaya yamejaa shangwe kwa tukio la ajabu la angani lililotarajiwa usiku wa tarehe tano mwezi wa kumi na moja. Mwezi unaangaza zaidi kuliko kawaida, umekuwa mkubwa na wa ajabu mno angani. Wataalamu wa anga wanaliita Super Eye Afchi. Wananchi wanatazama kwa mshangao na furaha isiyomithilika. Usiku huo huo, sayari kama Jupita pamoja na Satura zilitokea karibu na ule mwezi mkali, zikazidi kupendezesha hali. Wananchi kutoka nchi kama Ufaransa, Ubelgiji, Ujerumani na Italia walishuhudia tukio hilo jioni, mara tu kuchwa kwa jua. Maelekezo kutoka kwa wataalamu ni kuwa maeneo yasiyo na mwangaza mkali ndiyo mahali pazuri zaidi kuangalia super eye. Tukio hili lilipewa jina la dolonai kubwa zaidi 2025 likiwaacha watu Ulaya na kumbukumbu nzuri kumbu sana.